zangu katika Kristo, kama binadamu hatuwezi kuwepo mahali ya kuhuzunika na kuomboleza kifo cha mwenzetu huyu tunayemuaga leo. Wea, naombeni tuendelee kuwa katika imani na matumaini, tukifarijika na kujamunisha kwa ndugu yetu huyu. Atapumzika katika raha ya milele kule ambapo hakuna maumivu na shida, kama sira dozipanda hii tukisukuma na kile tulichokiona katika maisha ya marehemu ambaye twapenda tumuone na tumuweke kati ya wale tuliowasikia wakutanja wakutoka katika somo la kwanza la kitabu cha hekima ya Sulemani, yani wale wala waliokuwa na roho za haki ambao wako mikononi mwa Mungu na wala

Kwani yale ameyasema Yohana, katika waraka wake wa kwanza wa kueusikia kuni kuwa sisi tunajua ya kuwa tumepata na tumepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa maana ya wapenda nguku, ni maneno ambayo yanampangwa vizuri sana mkuu wetu huyu ambaye kwa sababu ya uwendo wake mkubwa usio pakuwa alionyesha ambaye alishapita kutoka mautini na kuingia uzimani kwa mema mengi ya upendo aliyoyapeleka au kuyawezesha yafike kwa wengi. Askofu Mkuu Novatus hakuwa kama hao wauaji wanaosemwa kwenye somo hilo, yaani wale ambao hawapendi na hivyo wakakaa katika mauti, wale wanaowachukia ndugu zao

na ninajua kuwa aliyafanya hayo na kusukumwa na upendo wa pekee na aliokuwa nao katika utambulisho juu ya maisha yake. Moja tu ambalo napenda niseme kuhusu hali na hili la upendo wake ni mchango wake mkubwa kuba aliyotoa kwa kuifanya Kanisa hili Kuu la Jimbo mama Maria mwenye huruma lipendezi na kuwa hivi kama ilivyo ivyo na nakufarikaka sana kuona kwamba tutampeleka walipomtambulia kukaa madhama Laurian Kardinali Rugambwa, ambayo wazazi wake waliipa jina hilo ili afuate nyayo zake, na Askofu Isikuli Kimanwa aliyemlea na kumpa daraja la ubate, na ni sehemu ambayo yeye mwenyewe alitamani aazi kuliofana wa kupenda na aletwe nazikuhapa kuzia upendo wake hapa Tanzania haukubaki katika jimbo la Bukoba tu, bali umeenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yenu ya Tanzania. Kwa hili la mwisho, inatosha kuyasoma yaliyokwisha kwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo wakalioelekeza kwa watoto masikini, na akawezesha kuwapata basisi wa Maria, ambao watu wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia ya masikini, wakiwezeshwa taaluma na kinuvunti kwenye masomo hayo ya amani kwenye shule zao kuu la Dar es Salaam a ilifanyika, niliposomilia aliyoitoa Kardinali Pietro Parolin, katibu wa sekretari ya nchi ya Vatikani, wakati wa ibada ya Misa Takatifu ya Mwana iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro siku ya Alhamisi tarehe 26 pamoja na kuitaja hiyo njia ya upendo uliyesisitiza kwa Paulo Kadinali, kaulini alieleza siku kubugahua kama mtu aliyekuwa na imani thabiti, upendo wa kichungaji na busara vilivyompa nguvu na kusaidia katika utumishi wake wa kidiplomasia na katika mahusiano aliyofanya na watu wa mataifa, mtu wa uadilifu

yaani kifo na ufufuo kwa Bwana ni wakati mama Kanisa anapotutaka tuingie katika ukomavu wa imani, ili kwa kifo si mwisho wa maisha bali mwendelezo wa maisha na mwanzo wa maisha ya uzima katika Kristo, kwa yeyote aliyekufa akiwa ameungana na Kristo. ndugu zangu kwa yote hayo ndio yataja hapo juu na yaliyotawala maisha ya mtumishi wa Mungu huyu tunayemwombea na kusikiliza leo, niwaalike tena tujiadilishi kuwa amekufa akiwa amekutana uh, na Kristo kwa namna inayostahili, na tumtakie pumziko la milele na la amani katika Mungu aliyempenda. n tunalia na kuhuzunika, kwani tumepata pengo na tutaukosa mchango wake hiyo. Wakati huo huo, tukiote kifo chake kama changamoto na furaha kwetu, tumshukuru Mungu aliyetupa zawadi ya mtumishi wake mwenye vipaji na uwezo mkubwa uliojaa imani nakabirizau Raa kwetu, Askofu Rugambwa alikuwa ni zawadi kote kuhudumia na kaongesha kuwa ni rahisi kuipata na kuleta furaha ya Mungu na tuki wake, na tukaanza kuonja tukiwa bado hapa duniani. Kifo chake kinatuachia pia changamoto ambayo ni kazi ya kujitahidi kufuata nyayo zake na kuwa tayari kuyafanya yale mema aliyoyatenda na yakoonekana wazi mbele za watu. Mwisho, kifo cha mtu huyu aliyerudi kwa Muumba wake katika kumbi wa miaka sitini na saba na sio themanini wala tisini au mia moja kitukumbushe kwa maisha yetu ya hapa duniani kupita haraka kama rafiki yangu mmoja aliniambia siku moja kwamba sisi tunatembea na kifo, nacho kifo ndani mwetu, tunapaswa kube tutuweke tayari daima, kama wale wanawale watano wenye kusana, tuliwasikia kwenye sehemu injili ya Matayo, tuliyosoma leo, ili kifo huyo kwa Bwana arusi kinapokuja kitukute tukiwa tumejiandaa na tuwe tayari kuingia naye arusini.